na nilikuwa nafuatilia kuna uwakilishi, mheshimiwa mgeni rasmi, wa vijana kutoka katika kila kata kwenye kata zetu zote ishirini na saba. Niseme tu kwamba kwa wale ambao watapata bahati, basi tukahakikishe tunakwenda kutumia vizuri fursa hii ambayo